Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wawili wanaanza mahali pamoja, lakini mmoja anapaa juu na mwingine anakwama mpaka anaamini maisha yamemgeuka? Hilo ndilo swali tunaloligusa leo hapa Fikra Sahihi. Karibu sana, na kama hujabonyeza subscribe, fanya hivyo sasa, kwa sababu leo tunazungumzia chanzo cha uwezo wa binadamu, kile Tony Robbins anakiita personal power nguvu ya ndani inayoweza kubadilisha maisha yako yote. Personal power ni uwezo wa mtu kuamua, kuchukua hatua na kubadili maisha bila kusubiri mazingira bora, misaada ya watu au kisingizio cha yaliyopita. Ni nguvu ambayo kila mtu anayo, lakini wengi hawaitumii. Tony Robbins anasema watu wana ndoto nyingi, wanataka maisha mazuri lakini wanashindwa kubadilisha hamu kuwa hatua na hatua kuwa matokeo. Leo tunaingia katika kiini cha nguvu hii. Jambo la kwanza kuelewa ni kwamba personal power haiji kwa hisia nzuri pekee. Watu wengi husubiri wajisikie tayari, ndipo waanze. Wanataka mood, ujasiri au mazingira mazuri, ndipo wachukue hatua lakini uwezo wa ndani hauji kwa kusubiri, unajengwa kwa kitendo. Unachukua hatua kwanza, kisha nguvu ya ndani inakufuata. Kufuata ukisubiri, hofu inapata nafasi ya kukutawala. Ukiambua kufanya kile unachokwepa, hapo unaanza kuitumia personal power. Tony Robbins anaeleza kwamba chanzo cha uwezo wa mtu si elimu, si pesa, si nafasi, bali ni udhibiti wa hali ya kihisia. Mtu akijiamsha na nguvu, akiamka na ujasiri na imani, anaweza kufanya maamuzi makubwa, lakini akiamka akiwa mdhaifu au mwenye hofu ataahirisha kila kitu. Hii inaonyesha kuwa kile unachohisi si matokeo ya dunia kukutendea vibaya, bali jinsi unavyotumia mwili, mawazo na maneno unayojiambia. Personal power inaanza pale unapounda mwili wenye uthabiti pumzi ya nguvu, sauti yenye ujasiri na mawazo ya imani. Kipengele kingine cha personal power ni kubadilisha imani zako. Imani ni ramani ya maisha. Ukiamini hutaweza, utaishi ukikwepa fursa, hata kama ziko mbele yako, lakini ukibadilisha imani, mtazamo mzima wa dunia hubadilika. Watu wanaofanikiwa wana sifa moja, wanaamini bila mashaka kwamba wanaweza, hata kama hawajui namna ya kufanya kwa sasa. Imani hiyo huwafanya kuchukua hatua badala ya kukaa na kufikiri tu. Kile kinachokwamisha wengi si ukosefu wa uwezo, ni ukosefu wa uamuzi wa kweli. Tony Robbins anasema, maisha hubadilika pale unaposema imetosha, pale unapokataa kuishi kwa bahati nasibu. Uamuzi wa ndani ukishafanyika, mtu huanza kuona fursa mpya, husikia sauti ya ndani inayomwambia anaweza na huchukua hatua ambazo zamani zilitisha. Huu ndio msingi wa personal power, uamuzi unaozaa mabadiliko. Personal power pia ni kuchukua hatua bila kuahirisha. Kila dakika unayoahirisha ndoto zako ni nguvu unazipa hofu. Watu wenye uwezo wa ndani hawangoji hali iwe sawa, wanatenda ndani ya mazingira yaliyopo. Wanajua kuwa hatua ndogo ya leo inaweza kuanzisha mwelekeo wa mafanikio. Hii ndiyo siri inayowatenganisha wanaofanikiwa na wanaokwama. Wanaofanikiwa hutenda kabla hawajisikii tayari. Nguvu ya ndani pia inatokana na mazungumzo ya ndani. Maneno unayoiambia nafsi yako yanaamua nguvu yako. Ukijiambia huwezi, utaishi kama mtu asiyeweza. Ukijiambia hakuna kinachowezekana, utafungwa na hofu. Lakini ukizungumza na nafsi yako kwa ujasiri na imani, unabadilisha mfumo wa akili na unajipa nguvu mpya. Hapo ndipo personal power inakuwa. Mwisho, personal power ni kujipa ruhusa ya kuishi maisha makubwa. Watu wengi wana ndoto, lakini hawajawahi kujiruhusu kuzitimiza. Wanabaki kwenye eneo la faraja, wakiamini dunia haitowapa nafasi. Lakini uwezo wa ndani unaanza pale unaposema nina haki ya kufanikiwa na nina haki ya kujaribu. Uamuzi mmoja huo unaweza kugeuza maisha. Hapa Fikra Sahihi tunaamini kila mtu ana uwezo wa ndani wa kubadilisha maisha yake. Hakuna aliyezaliwa dhaifu au wa kawaida. Kila mtu anabeba zawadi ya kipekee inayosubiri ichochewe. Leo labda unahitaji kukumbushwa jambo moja. Uwezo huo upo ndani yako na ukiutumia hakuna kitakachokuzuia. Kama video hii imekugusa, bonyeza subscribe, like na share ili kuendelea kujenga akili inayobadilisha maisha. Hii ni Fikra Sahihi. Mahali panapotuamka, tunaamka kweli.